Tunasema hivi, hakuna Mungu kama huyu, mumba bingu na nchi. Tunasema hivi, hakuna Mungu tegemeo letu kama huyu, Elshadai, Alfa na Omega, Embeneza, maana ametulinda. Maana tunapoangalia kazi iliyofanyika msalabani pale Goligota, tunaona jinsi Bwana alivyotufilia, akapigwa, akanyoroshwa misumari hali nzito, akatolewa mavazi yote, akabaki uchi, akabeba aibu ili mimi nipate heshima. Aliivuta aibu yangu, alibeba dhambi zangu. Niseme nini mbele za Mungu? Bali majira kama haya ni kusema tu, ashukuriwe Mungu, maana yeye ni yule wa kwanza tena wa mwisho, tegemeo letu, Alfa na Omega, mwamba wa kuvu wetu. Na wakati kama huu inasema akulinde Bwana Mungu wa Israeli mbele uendako na akulinde tena kule nyuma ulikotoka. Upande na upande abaki Mungu na kutunza na kuhifadhi. Nataka tupokee nukuu ya matumaini majira haya asubuhi na itakuwa ni baraka sana. Lakini kabla tujapata nukuu ningesema hivi. Asante kwa wale ambao mnatuombea na zaidi yote na ya yote mnachukua nafasi yenu nzuri kabisa ya kushimwa na kituo hiki ili tusalie hewani daima. Ni mambo ya kupendeza tena ya maana sana. Tin namba yetu ni 4561 0765614648. Unaweza tumia Airtel Money, M-Pesa, Matikash, ukituma inakuwa ni baraka kwetu. Unatufanya tusalie hewani daima na zaidi ya yote hata kupata upenyezo wa kunua transmitter na kufika sehemu inaitwa FM kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia nzuri iliyo njema tena kupendeza. Nataka Bwana kurejeshe vitu ambavyo vimeliwa na parale na mandumandu -mandu, vyote virejee. Na zaidi ya yote awaweke maadui wako chini ya miguu yako akufanye mwanga na unapotembea ufanikiwe, popote unapoenda, na kibali kikutoshe. Asante kabisa. Jina langu ni Mathew Ndeva, nasema hivi, nukuu ya matumaini. Msaada wetu unatoka kwa Mungu, msaada wetu u mikononi mwa Jehova. Bwana anaweza tumia watu kutubariki, anaweza kutumia watu kutuinua, lakini msaada wetu uo mkononi mwake Mungu. Na Mungu akitubariki, anatubariki kabisa. Kuna baraka zingine ambazo tunazipata kwa mikono ya watu kwa njia isiyo nzuri, basi zinaenda, lakini zile tumezipata mikononi mwa Mungu kwa mikono mizuri na kwa watu Mungu alitutumia kwa maisha yetu, zinadumu. Nasema hivi siku zote katika nukuu ya matumaini huwa nakutia moyo ya kwamba usiwaangalie waliyeanguka ukasema pia nawe utaanguka, usiwaangalie wale waliokwama ukasema pia nawe utakwama. Haiwezekani, wewe ni mteule, mteule wa Mungu umetengwa na Mungu na uendako, Bwana amefanikisha, lazima vitu vyako vitainuliwa. So walioanguka ni wao, waliokwama ni wao, wale ambao waendelei ni wao, wale ambao vitu vyao vimeshindwa ni wao, waliofungua biashara ikaanguka ni wao, walioanzisha biashara ikakwama ni wao, walionunua magari yao yakakwama ni wao. Wewe ni mbarikiwa, utajenga, utafungua biashara yako itaendelea, utakuwa na kazi na vitu vyako vitabarikiwa. Asubuhi njema kabisa. Nasema hivi, Baba akufanye chombo cha huduma tena kilichobarikiwa. Usiwaangalie waliokwama, angalia uendako. Usiviangalie vilivyoanguka, angalia unakoendelea, maana Mungu aliyekuleta leo ni mwaminifu, na uendako atakufikisha, uendako atakufanikisha, uendako atakuinua, na kile utakalolifanya litainuliwa. Ninaamini jambo moja katika huduma wa kila siku tunapoamka mapema hivi majira asubuhi, katika nukuu ya matumaini ya kwamba Mungu ni mwaminifu, anajua biashara yetu itaendelea, anajua kazi yako itafaulu, anajua utajenga. Katika nukuu hii neema ya Baba ikae juu yako. Usiwaangalie waliokwama, usiwaangalie walioanguka, usiwaangalie wasioendelea ushiangalio uliingia kwa ndoa wa wakatoka, bali wewe kuwa na focus ya kwamba niko na Mungu na ninajua mbele niendako nitafaulu. Mimi si ukoo wa watu walioanguka, mimi si ukoo wa watu waliokwama. Nimeoshwa na damu ya Kristo, nimefanywa chombo chenye sifa, ninahudumika mbele za Mungu na nitatenda mapenzi yake katika safari zangu niendako mbele. Bwana atapanua mipaka yangu Bwana atanifanya chombo chenye usifa na utukufu. Maombi yangu ni haya katika huduma wako wa kila siku, unapoamka wewe, usikuwe miongoni mwa wanaorudi nyuma, usikuwe miongoni mwa wanaolegea, legea safarini, usiwe miongoni mwao wanaoona ni kama wamefika mwisho. Wewe ungali na safari nzuri, na wewe ni ushuhuda kwa watu ya kwamba Bwana alitenda, Bwana alifanya, na alikuwa chini akaniinua Nilikuwa sina kitu, alinipa. Nilikuwa sina lolote, alinitunza. Huyo Mungu yupo mpaka leo, na atakulinda atakutunza. Naomba Bwana akulinde na kutunza kabisa, na kuhifadhi. Na ndio nukuu ya matumaini asubuhi ya leo. Endelea kusimama kitu hiki, usichoke, endelea kutumu ulicho nacho. Tuombe tusimame kitu hiki katika maombi, na Bwana atakubariki sana. 45 61 468 ndio tena namba yetu. Asante na karibu. Mathew Ndeva ndio jina langu. Asante.